Kwa majina yanaitwa Chifu Nakaluma Mchopa, ni kiongozi wa machifu katika mkoa huu wa Mtwara. Nimekuja kwa ajili ya mkutano wa kampeni. Labda niwaambie wananchi kwamba sisi machifu kwa umoja wetu hatuna mashaka na mama, na tunawaomba watu waamini kwamba huyu ndio rais anayestahili katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama ameyafanya mengi kwenye mkoa wetu, ameyafanya mengi kwenye halmashauri zote ameyafanya mengi kwenye wilaya zote. Ni mama hela nyingi ameleta katika mkoa huu mkoa, mkoa wa kusini. Kwa kweli, kwenye elimu tumeona madarasa, tumeona zimejengwa shule, lakini majumba ya wa walimu, matundu ya vyoo, kwa nguvu za mama. Lakini kwenye zahanati pia, tumeona zahanati nyingi zimejengwa, zimejengwa mpaka vituo vya afya, hospitali ya rufaa kanda ya kusini. Hospitali ya Ligula imekuwa ya kanda lakini pia tuna hospitali zimefanyiwa zime, zime, zime marekebisho, kama hospitali ya Nkomaindo Masasi na hospitali zingine. Kwa kweli, mama tunamshukuru sana, hatuna cha kusema sisi. Wazee tunaamini wazi, akiendelea miaka mitano mingine, tutapita hapa tulipo, na na tutakuwa na maendeleo makubwa sana, na hasa sisi wazee tunasema tunamwamini kwa sababu ametuheshimisha sana. Hatujapata kuona rais anawaheshimisha wazee, machifu, lakini kwa huyu mama amethubutu, na sasa tunaheshima kubwa sana. Ndugu zangu, kwa majina yangu, mimi naitwa Chifu Mkonona Mkapa, nimetoka maeneo ya pale Lupaso, natunza ukoo wa kina Mkapa kwa mila na desturi zetu. Nimesimama hapa niwaondoe wasiwasi juu ya hiki ambacho tunatarajia tukifanye Oktoba ishirini na tisa. Oktoba ishirini na tisa, njoni, tutiki tiki kwa diwani wako, tiki kwa mbunge wako lakini tiki kwa Mama Samia Suluhu Hassani, aiendeleze amani, aiendeleze elimu, aiendeleze uh, kiafya. Nafikiri amefanya mambo mengi sana, kaendeleza yale walioafanya wenzake tangu siku nyingi. Elimu leo kuna wasiwasi, majengo tumejengewa na tumeona hotuba yake jinsi ilivyoeleza, anataka kuendeleza vizuri sana, a majengo ya afya yatajengwa vizuri lakini, kwa sisi wazee kiuhakika tuna imani naye, tuko bega kwa bega naye na tunaamini kabisa amani itazidi kuwa nzuri katika Tanzania yetu. Hatuna kingine tunachoweza kukifikiria. Sasa tufikirie mama Samia kumpigia tiki, amalize tena miaka yake mitano, arekebishe yale ambayo yameanza. Ametua kina mama ndoo kichwani sehemu zile ambazo zimebakia, naamini kabisa tutakuja kukinga maji kwa bomba na si kubeba ndoo tena, ndugu zangu, amani kama alivyoelezea kwenye hiki kipeperushi chake, kazi na utu. Mama Samia na utu, mama Samia ni mchapa kazi na ametuahidi kwa sentensi, anasema tusonge mbele. Kwa hiyo tusonge mbele, mimi naongeza kwa amani na utu na kazi zake. Tarehe ishirini na tisa twendeni tukapige kura, tarehe ishirini na tisa twendeni tukampigie kura mama Samia kama rais wa jamhuri yetu. Twendeni tukapige kura kwa wabunge wetu washirikiane na mama Samia, tusiwasahau madiwani. Siku ile utakapofika kwenye sanduku la kura, piga tiki kwa diwani wako, piga tiki kwa mbunge wako, piga tiki kwa rais Samia Suluhu Hassan. Mafiga hayo matatu yataifanya nchi yetu ibaki na amani, ibaki na maendeleo yale ambayo yamewekwa kwenye ilani. Kama unashindwa, nenda kwenye ilani Ilani ya Chama cha Mapinduzi itaeleza mambo yote ambayo yatafanywa na huyu mama pamoja na wabunge wa jamhuri yetu pamoja na madiwani ambao wako tayari, tukawape tiki, mambo yetu yasonge mbele kwa kazi na utu.